Okay, basi hii ndo mashine yetu ambayo tunakuandalia hapa tukutumie incubator yetu mayai 30 kama unavyoiona. Uh, mteja wetu kutoka Njombe kule Makambako kaagiza. Ni mteja ambaye alisha kununua bidhaa kwingine lakini leo kaamua anunue kwetu kwa sababu ya elimu ambazo tunaendelea kuzitoa. So kama unavyoona hapa hapa ndo unaunganisha mashine yetu hapa hizi nyaya. Huku ni waya wa moto, huku ni waya ambao unaleta moto kwa ajili ya kufaita connection kati ya nani turning system. Ukisha connect hivi, basi huku lola hizi za ndani tutakuwa tumeshazipanga, mayai yako utayalaza hivi, utayalaza hivo. Uh, kuna mwingine anaweza akawa hajaelewa namna ya kulaza. Kwa mfano ichupa, yai yai unatakiwa usilisimamishe hivi, unalilaza hivi. So kama ushikaweka hivo, tunafunika hapa. Uh, kisha funika hapa. Ah, uh, iso, hii mashine yetu itakuwa na system mbili. System ya kwanza ni hii hapa ambayo ni solar, huwa wake wa battery, alafu hii hapa system ya pili ambayo ni umeme kwa ajili ya umeme sasa. Hii ni adapter. Eh, uh, kumbuka kabisa mashine yetu ina resistor ambayo inazuia short kwenye umeme. Hata kama umeme ukiwa umekatika mashine yako na iache tu humo kwenye umeme, uh, utakaporudi itajiseti yenyewe na kuendelea na kazi. Basi tumfanyie mshine yetu testing kisha tuone jinsi itakavyoenda, alafu tumtumie mteja wetu, ili asije akapata hasara tena. Hapa ni sehemu ya DC ambapo inatumia zote zote. Unaweza kama ni, kama ni, kama ni umeme unatumia hii, kama ni battery, unatumia hapa pia. Kwao sisi hapa hatuna solar, tunatumia umeme, tuna connect hapa. Mashine yetu imewaka. Kumbuka hii ni incubator mayai 30. Kwa wateja wetu wa mikoa wanataka kuwa wanahitaji, basi unapewa elimu na mashine yako tunaiseti moja kwa moja, kisha tunakutumia. Ukishapokea utalipia mzigo wetu. Lakini mteja wetu hey, ametuamini ameweza kulipia moja kwa ano, moja so ano.